Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ametukuka ambaye mkononi mwake umo ufalme wote, na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Ambaye ameumba mauti na uhai, ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi, na yeye ni mwenye nguvu na mwenye msamaha. Aliyeumba mbingu saba kwa masabaka huoni tofauti yoyote katika uumbaji wa mwingi wa rehma. Hebu rudisha nadhari, unaona kosa lolote? Tena rudisha nadhari mara mbili, nadhari yako itakurejea mwenyewe hali ya kuwa imehizika nayo imechoka. Na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu kwa mataa, na tumeyafanya ili kuwapigia masheitani, na tumewaandalia adhabu ya moto wakao kwa nguvu na kwa waliomkufuru mola wao mlezi ipo adhabu ya jahannam na ni marejeo maovu yaliyoje hayo watakapotupwa humo watausikia mgurumo wake na huku inafoka inakaribia kupasuka kwa hasira kila mara likitupwa kundi humo walinzi wake huwauliza kwani hakukujieni mwonyaji watasema kwani ametujia mwonyaji lakini tulimkadhibisha, na tukasema, Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote, nyinyi hamumo ila katika upotovu mkubwa. Na watasema lau kuwa tungelisikia au tungelikuwa na akili, tusingelikuwa katika watu wa motoni. Wakakiri dhambi zao, basi kuangamia ni kwa watu wa motoni. Hakika wanaomwogopa mola wao mlezi kwa ghaibu watapata maghfira na ujira mkubwa. Naficheni kauli zenu au zitangazeni, hakika yeye ni mjuzi wa yaliyomo vifuani. Asijuwe aliyeumba? ya naye ndiye mjua siri, mwenye habari. Suratul Mulk Imeteremka Maka. Sura hii inaitwa surat lmulk kutokana na neno al mulk, yaani ufalme, linalotokea katika aya ya kwanza katika sura. Na muhimu ya makusudio ya sura hii tukufu ni kuelekeza fikra na nadhari zizingatia athari ya uwezo wa Mwenyezi Mungu uliozagaa katika nafsi za watu na katika viumbe vya Mwenyezi Mungu mnavyoviona katika ardhi na mbinguni upeo wa macho yenu ili hayo yawe ndiyo njia ya kupelekea kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na pia sura hii inabainisha hali ya makafiri ambao watatupwa katika Jahannamu, na watasikilizana mikoromo yao na wataungua katika moto wake, na wataungama madhambi yao na watajuta kwa watavyoishia, watapowauliza malaika kwa kutomwitikia mtume alipowaita na akawahadharisha na ama, waliomhofu mola wao mlezi na wakamwamini hao watapata makfira na msamaha kwa makosa yaliyowaporonyoka na ujira mkubwa kwa mema walioyatanguliza na wakayatenda. Ametukuka na amezidi baraka zake mwenye kumiliki peke yake uwezo wa kuendesha mambo ya viumbe vyote, na yeye juu ya kila kitu ana uwezo uliotimia, ambaye ndiye aliyeumba mauti na uhai kwa makusudio anayoyataka yeye ili akufanyieni mtihani ni yupi katika nyinyi anayefanya vitendo sawa na mwenye nia safi. Na yeye ni mwenye kushinda wala hashindiki kwa kitu, mwenye msamaha kwa wenye upungufu. Yeye ndiye alizizua mbingu saba zilizopandana kwa mpango mmoja sawasawa sawa. Huoni tofauti yoyote katika uundaji wa Mwenyezi Mungu, ambaye rehema yake imeenea kwenye viumbe vyake vyote basi hebu tazama tena, unaona swilafu yoyote? Kisha tazama tena na tena, jicho lako linakurejea mwenyewe bila ya kugundua aibu yoyote, nalo limechoka na hakika sisi tumeipamba mbingu hii ya karibu nayoiona na kwa macho tumeipamba kwa nyota zinazong'aa, na tumefanya katika hizo vimondopya kwa ya mashetani, na ahera tumewaandalia adhabu ya moto na owaka Mbingu ni kila kilicho juu yetu kikatufunika. Amesema Ivinsaidi, hiyo ni bahari ya anga na vyombo vyote viliyomo ndani yake na vimondo, na sura wanayoiona wakazi wa duniani katika masiku yaliyo safi ni kama kuba ya kibuluni lopambwa kwa nyota na sayari, kama kwamba ni taa, kama unavyoziona nyota za mkia au vimondo vinakwenda angani vikiunguwa huko juu ya ardhi na hilo kuba la kibulu si chochote ila ni matokeo ya mwangaza wa jua na nyota, pamoja na takataka za vumbi zinazoning'inia katika hewa na sehemu za hewa molekulu zinazotawanyika haya, mbali na yanayoonekana katika mwangaza nafsi yake, ambayo huipamba mbingu hii ya karibu, kama vile vili rangi nzuri, nzuri, nzuri za wakati wa kutwa wa jua au wakati wa kuchomoza wa jua alfajiri na mianga ya njia za nyota, miangaza ya kaskazini na miangaza ya katika sehemu za polar regions. Na hayo yote yanayoonekana ni matokeo ya kuingilia na mwanga pamoja na funiko la anga la ardhi na uwanja wake wa smaku, yaani magnetic field. Na kwa ajili ya wasiomwamini mola wao mlezi, tumewaikia adhabu ya Jehanamu, na huo ndiyo mwisho mwovu kweli kwao. Wakitiwa humo watasikia sauti mbaya ya kuchusha, na huo moto unatokota kwa ukali, unakaribia kukatika na kutawanyika kwa wingi wa kuwakaribikia. Kila likitumbukizwa kundi mojawapo, kati ya walinzi wake huwauliza kwa kuwakejeli, kwani hakukujieni mtume kuhadharisheni na mkutano wa siku hii ya leo? Na wao watajibu Ametujiya muwonyaji, lakini sisi tulimkanusha tukamwambia mmongo, tukasema Mwenyezi Mungu hakukuteremshia chochote wewe, wala mitume wenginewe, nyinyi mnaodaye utume si chochote, ni watu waliopotoka na na haki. Nawatasema, lau kuwa tulikuwa tunasikia kama inavyofaa sikiye mwenye kutaka ukweli wa mambo au tunafikiri tunayoitiwa, tusingekuwa miongoni mwa watu wa motoni. Basi wataungama kukadhibisha kwawo na kukufuru kwawo. Watu wa motoni wapotelea mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika wenye kumkofu Mola wawo mlezi na hali wawo wa hawamoni, watafutiwa matambi yawo na watapate sababu kubwa kwa mema yawo. Naficheni kauli yenu au itangazeni yote mawili, kwa Mwenyezi Mungu ni sawa, kwani yeye ni mkuu wa kuyazunguka yote kwa kuyajua, mjuzi wa vinavyoficha vifua. Kwani muumba si mwenye kujua mambo yote ya waja wake? Na yeye ni mjuzi wadogo na kubwa w ldi jal lkm lard dhalulan famshuu fi manakibiha wakulu min rizqi

Basi tembeeni katika pande zake na kuleni katika riski zake, na kwake yeye ndiyo kufufuliwa. Mnadhani mko salama kwa aliyoko juu kuwa hatakudidimizeni kwenye ardhi, na tahamaki hiyo inatikisika? Au mnadhani mko salama kwa aliyoko juu ya kuwa yeye hakupelekeeni kimbunga chenye changarawe? Mtajua vipi maonyo yangu? Na bila shaka walikwisha kanusha waliokuwa kabla yao, basi kulikuwaje kukasirika kwangu? Kwani hawawaoni ndege walioko juu yawo namna wanavyozikunjua mbawa zawo na kuzikunja? hawawashikilii ila mwingi wa rehema. Hakika yeye ni mwenye kuona kila kitu. Au ni lipi hilo jeshi lenu la kukunusuruni badala ya mwingi wa rehema? Hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu. Au ni nani huyo ambaye atakupeni riski kama yeye akizuia riski yake? Bali wao wanakakamia tu katika jeuri na chuki. Je, anayekwenda akisinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi au yule anayekwenda sawasawa katika njia iliyonyooka? Sema, yeye ndiye aliyekuumbeni tangu mwanzo na akakupeni masikio na macho na nyoyo. Ni kidogo kabisa shukrani zenu. Sema, yeye ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake mtakusanywa. Na wanasema lini ahadi hii, ikiwa mnasema kweli? Sema, hakika ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu, na hakika mimi ni mwonyaji tu mwenye kubainisha. Lakini watakapoiona karibu, nyuso za waliokufuru zitahuzunishwa, na itasemwa, hayo ndiyo mliokuwa mkiyaomba. Sema, Mwaonaje ikiwa Mwenyezi Mungu atanihiriki mimi na walio pamoja nami, au akiturehemu, ni nani atakayewalinda makafiri na adhabu chungu? Sema yeye ndiye mwingi wa rehema, tunamwamini yeye na juu yake tunategemea. Mtakujajua ni nani aliye katika upotovu uliodhahiri. Sema mwaonaje yakiwa maji yenu yamedidimia chini nani atakuleteni ya maji yanayomiminika? Yeye ndiye aliifanya ardhi dhalili na kutiini, basi tembeni pande zake kote kote nakuleni katika risiki zake zinazotoka ndani yake, na kwake yeye peke yake ndiyo kufufuliwa na kulipwa. Je, mmejiaminisha na mwenye ufalume wa mbinguni kuwa hata kukatiyeni ardhi akakuchukuliyeni kwa ghafula kwa mtikiso mkubwa? Bali mmejiaminisha na mwenye ufalume wa mbinguni kuwa hata kupelekeni upepo wakukupopoweni kwa changarawe hapo basi mtakijua kitisho cha onyo langu kwenu. Na hakika walikwisha wakanusha mitume wao hao waliokuwa kabla ya kaumu yako, basi ghadhabu yangu juu yao ilikuwa hali gani kwa nilivyoangamiza? Na kuwashika wameingia upofu, wala hawakuwangalia ndege walio juu yao, vipi wanavyokunjua mbawa zao mara kwa mara na mara nyingine wakizikunja. Hapana anayewashikilia wasianguke ila mwingi wa rehema. Hakika yeye ni mwingi wa ujuzi na habari kwa kila kitu, anakipa kila kitu jambo kwa mujibu wa masilahi yake. Kukunjua huku ni kukunjua ndege mbawa zake bila ya kuziendesha katika kuruka. Kwa ndege ipo miujiza ambayo haikufahamika baadhi yake ila baada ya kuendelea elimu ya kuruka na nadharia ya kutembea katika hewa lakini katika yanayosajabisha ni kupita ndege katika anga na mbawa zote mbili zimetulia, mpaka pite upewa macho. Na elimu imevumbua kuwa ndege wanaokunjua mbawa zao hupanga juu ya mikondo ya hewa inayosaidia inayotimbuka, ama kwa kupigana dafurau na, na kizingizi fulani au kwa kunyanyuka nguzo za hewa imoto ukiwa upepo ni nzuri, hizo nguzo za hewa usimama wima na ndege hupaa kwa namna ya mzunguko kama surubu, na ukiwa mkali, hizo nguzo hugeuka kuelekea juu na ndege huruka bila ya kupiga mbawa kwa njia ya sawa moja kwa moja na kufikia mbali. Na ndege kwa jumla wana sifa maalum, katika hizo ni kuwa ni wepesi na wanaumbo la nguvu na nyoyo zao ni madhubuti, na kadhalika mzunguko wao wa damu na vyombo vya kuvutia pumzi, na namna lilivyopimika umbo lao na vikawa sawasawa viwiliwili vyao kwa kusahilisha kuruka katika hewa. Na sifa hizi Mwenyezimungu mjuzi mwenye kuona kawajali ya ndege kwa ajili ya kuwahifadhi hao ndege katika hewa pale wanapokunjua bawa zao au wanapozikunja. Ama videge vidogo vinavyotegemea kuruka kwao juu ya mbio, hivyo hupiga mbawa zao kwa chini na mbele, ili vipate kujisukuma na kupaa. Na hayo ni dharura, kwa sababu ya kuruka kwao. Kisha huzikunja mbawa zao, lakini nao wanabaki kuwa wanaruka ruka kwa zile nguvu za msukumo wao, na hivyo linawafikiana umbo lao hao ndege wa kila namna na muundo wa kiufundi wa mili yao kwa kuwezesha kuruka na kujilinda sawa wakati wa kuruka. Bali ni nani huyo mwenye nguvu kwenu atake kulindeni na adhabu asiyekuwa mwenyewe Arrahmani mwingi wa rehema? Makafiri hawamo ila katika udanganyifu tu kwa hayo wanayodhania. Bali ni nani huyo atakayekuruzukuni kwa yanayokupeni uhai wenu na starehe zenu ikiwa Mwenyezi Mungu akizuia risiki yake asikupeni Bali makafiri wamekakamia katika kutaka mbali kwao na kuikilia haki. Je, hali tageuka mwenye kwenda akijikwaa na kusinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi katika mwendo wake au yule anayetembea sawasawa kwenye njia isiyokwenda upogo? Sema, huyo aliyekumbeni nanyi hamjakuwa chochote, na akakupeni usikizi na kuona nafahamu ambazo ni sababu za vitendo vyenu na uongofu wenu, ama ni kuchache mno kushukuru kwenu kwa neema hizi kumshukuru huyo alekupeli. Sema huyo ndiye katika ardhi na kwake ye peke yake ndiyontarejeya kwa ajili ya kukuhisabuni na kukulipeni. Wanasema wanaukanya kuvuliwa yatatokea lini haya ya kukusanywa watu Twambiyeni yatakuwa lini, kama nyinyi mnasema kweli? Ewe Muhammadi, sema, ujuzi wa hayo ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, ama mimi ni mwonyaji miongoni mwaonyaji tu. Watakapoyaona hayo yaliyoahidiwa wa yapo karibu nao, nyuso za makafiri zitajaa huzuni na unyonge, na wataambiwa kwa kuwa kejeli na kuwatiya uchungu, haya ndiyo mliyokuwa mkiyataka yale kwa haraka. Sema, nambieni, ikiwa Mwenyezi Mungu akinifisha mimi na waumini walio pamoja nami kama mnavyotamani yawe, au akaturehemu akaahirisha ajali yetu na akatusameha asituadhibu, maana itakuwa akatuokoa katika hali zote mbili, basi nani atakayewakinga makafiri na adhabu chungu wanayoistahiki kuipata kwa sababu ya ukafiri wao na kudanganyika kwao na miungu yao? Yeye huyo ndiye Arrahmani, mwingi wa rehema, tunayemsadiki sisi na nyinyi hamumsadiki yeye tu pekee yake ndiye tunayemtegemea, na nyinyi mnawategemea wenginewe. Mtakuja juwa itakapoteremka adhabu ni kundi gani kati yetu lililotengeka mbali na haki. Sema, hebu nipeni habari, maji yenu yakitoweka chini ya ardhi, msiweze kuyapata kwa namna yoyote ni nani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni maji ya dhahiri yanayomiminika anayoweza kuyapata kila atakaye?